Mgombea ubunge wa jimbo la Siha, kupitia Chama cha Wananchi CUF mkoani Kilimanjaro, Daudi Ntuyehabi ameuawa na wananchi baada ya kudaiwa kumchoma mwenzake kisu, Abdul Isa Muhamed, wakati akiamua ugomvi wa mgombea ubunge huyo na kijana mwingine ambaye walikuwa wakidaiana fedha kwenye grocery ya pombe. Kamanda wa polisi mkoa wa Kilimanjaro, Simon Maigwa amethibitisha kutokea kwa tukio hilo ambalo amesema limetokea jana usiku Oktoba 7 mwaka 2025 katika kijiji cha Kilingi. Kufuatia tukio hilo, watu nane wanashikiliwa na jeshi la polisi mkoani hapa kwa tuhuma za kujichukulia sheria mkononi kwa kumshambulia mgombea ubunge huyo na kumsababishia kifo. Kamanda Maigwa amewataja wanaoshikiliwa kuwa ni Hamadi Issah Mohamed, Alphonce Kinyaha, Rizik Amedeus, Frank Paulo Lutindi, Shedrack Emanuel, Jeremia Mnkondo, Zainab Elisha na Issah Mohamed. Aidha, Kamanda Maigwa amesema bado wanaendelea na uchunguzi wa tukio la kuuawa kwa mgombea ubunge huyo na watu waliojichukulia sheria mkononi. Jeshi la Polisi Mkoa wa Kilimanjaro linafanya uchunguzi wa tukio la kuuawa kwa Daudi Wilibadi Ntuyahabi ambaye alikuwa akigombea ubunge kwa tiketi ya Chama cha Wananchi kafu, jimbo la Siha na watu waliojichukulia sheria mkononi. Mauaji hayo yametokea Oktoba saba, majira saa moja na nusu usiku katika kijiji cha Kilingi Sanyajuu wilaya Siha mkoa wa Kilimanjaro tukio hilo la kujichukulia sheria mkononi limetokea baada ya Daudi Wilbard Ntuyehabi ambaye kwa sasa ni marehemu kumchoma kwa kisu tumboni na kusababisha utumbo kutoka nje wa ndugu Abdul Issah Mohamed mkazi wa Kilingi, kata ya Sanya Juu. Inadaiwa sababu zilizopelekea Abdul Issah Mohamed kuchoma kwa kisu ambaye bado anaendelea na matibabu hospitalini ni kitendo chake cha kwenda kuamulia ugomvi uliozuka kati ya Daudi Wilbard Ntuyehabi marehemu na Hamadi Issah Mohamed wakati wa kinywa pombe kwenye grocery. Na sababu za ugomvi wao ilitokana na kudaiana fedha. Jeshi la Polisi mkoa wa Kilimanjaro linawashikilia watu nane kwa tuhuma za kujichukulia sheria mkononi kwa kumshambulia Daudi Wilbard Ntuyehabi hadi kusababisha kifo. Watu hao ambao wanashikiliwa na Jeshi la Polisi ni Hamadi Issah Mohamed, Alphonce Kinyaha, Rizik Amedeus, Frank Paulo Emmanuel, Jeremia Mkondo, Zainabu Erisha na Isa Mohamed. Jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro linaendelea kutoa wito na kukemea tabia ya baadhi ya watu kujichukulia sheria mkononi, kwani mara nyingi imekuwa ikisababisha madhara makubwa kama haya yaliyotokea katika tukio hili. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Kilimanjaro, mimi ni Yese Tunuka wa Mwananchi.